Nilikuwa na miaka kadhaa nilikuwa miaka ka, kumi na mbili naishi ni, na mke wangu ni, bado sijafunga ndoa, lakini sasa hivi nimeshukuru sana COMIBU imedufanyia vizuri kwa sababu imetufungia ndoa. Tumekuja ni furiko la watu kabisa, sasa wote tuna furahi kubwa sana, tuna furaha sana kwa sababu hawa wote mnaoona mna wengi wao walikuwa hawana ndoa kabisa, hawana ndoa, walikuwa wanaishi na wanawake zao hawana ndoa. Sasa hivi COMIBU imetufanyia vizuri sana. Miaka kumi na miwili, familia ipo, watoto wapo, lakini ndoa haikuwahi kufungwa rasmi. Hii haikuwa simulizi ya mtu mmoja, ilikuwa ni hali ya wengi katika tarafa ya Mpanda, eneo la Gihungwe, historia iliandikwa upya. Ndoa sabini na mbili zaunganishwa kwa pamoja kupitia uongozi wa COMIBU Mkoa wa Bujumbura. Waislamu waliwasilisha changamoto yao, wapo wanaoishi pamoja bila ndoa, na kila mwezi wa Ramadhani unapowadia wengine hulazimika kutengana kwa muda, lakini safari hii wakaamua kutafuta suluhisho la kudumu. Uongozi ukasikia, ukachukua hatua, ukawafikia wafadhili, shukrani za pekee zikielekezwa kwa inayosimamiwa na Shekh Mustafa kwa msaada wao mkubwa katika kufanikisha zoezi hili. Kwa mshikamano wa viongozi wa dini misikiti na jamii kwa ujumla, hatimaye ndoa 72 zikaungishwa kwa siku moja. E, kwanza leo tufahamishe Waislamu wote kwamba tulikuwa na hafla kubwa sana ambayo imetokea hapa tarafa ya Mpanda e, sehemu ambapo panaitwa Gihungwe, ni hafla ambayo ime imekusanya Waislamu wengi ambapo ilikuwa ni ndoa za pamoja, zilikuwa ni ndoa za pamoja e, kwenye ripoti ambazo tarafa zimetupea palikuwa waislamu ambao wanahitaji ndoa za haraka kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sote tunajua kwamba kuna watu baadhi yetu waislamu ambao wanaishi bila ndoa, ikifikia mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa wanatengana na wake zao mpaka gisi Ramadhani itakapoisha itaka. Lakini waislamu wakawa wametuambia e, tatizo hilo, wakaonyesha kwamba wanahitaji msaada kutoka uongozi wa COMIBU mkoani Bujumbura. Hivyo tukawa tumejitahidi kuwafikia e, wafadhili mbalimbali na Waislamu e, sana sana hapa tutamshukuru tuta sana e, shirika la Hope for Kids ambalo linasimamiwa na kiongozi kiongozi wake na mustashe Mustafa eh, Mwenyezi Mungu amlipe kila la heri na ajalie shirika lake ku, kuweza kuendelea na kupanuka zaidi ili misaada kama hii ya kusaidia waislamu waweze kuendelea kuifanya, eh, hivyo sasa wameweza kutusapoti tukiwa pamoja na uongozi wa kina mama nchini Burundi, wakawa wametusaidia ku kwa harakati na kuendesha hili zoezi na alhamdulillah zimeweza kufungwa kwa siku ya leo. E, wale wote ambao wamechangia kwa kilema kwa, kwa, kwa hiki tunawashukuru sana. Tunaombea e, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwalipa kila laheli na walipe pe, pepo yake siku ya kiama. Hivyo tulikuwa tunataka sasa tuhimize, tuhimize waislamu wote ambao wanatusikia Waislamu, viongozi wa sehemu mbalimbali kwenye mkoa wetu wa Bujumbura viongozi wa wadini namaanisha e, komine zote zone zote na misikiti yote, wa, wazidi kutufanyia orodha ya wale watu ambao wanaishi bila ndoa. Ila hii ilikuwa ni edition ya kwanza, tutafanya ingine ambayo tukiwa tumepata watu ambao wanaishi kwenye kwenye hizi hali, tutafanya na ingine ili tuweze kuweka waislamu wetu kwenye maisha ya, ya halali ni hafla kubwa katika mkoa wa Bujumbura ni hatua ya kurekebisha jamii ni ushahidi kwamba changamoto zikiletwa mezani zinaweza kupatiwa suluhisho alhamdulillah ndoa takriban 72 zimefungishwa na hii ni toleo la kwanza mingine yanakuja insha Allah viongozi wa dini katika tarafa zone na misikiti mbalimbali wamehimizwa kuendelea kuandaa orodha wale wanaoishi bila ndoa ili waweze kusaidiwa mapema asumani kwizina gumugyango wa baisilamu COMIBU jewe ustazi jumabobo ndakushikirije mushikanje sauda musi ya mategeko ya Qurani na Sunna uli tayari uli tayari, Uri tayari. Uri tayari. Uri tayari. Uri tayari.

haikuwa sherehe ya kawaida, ilikuwa ni marekebisho ya maisha, urejeshaji wa heshima, uimarishaji wa familia, maandalizi ya Ramadhani kwa utulivu. Wanandoa kakaa pamoja, bwana harusi kwa upande wao, mama harusi kwa upande wao, tabasamu zikatawala, moyo ukapata amani. turashimya chane ko mutugiriye indoa nk'ubu je mfisi imyaka mirongo indwi mirongo indwi n'icenda

hajye wen ari bintu itameze neza mugabo alhamdulillah ndabona ko byageze neza ngiye gufungura ifungurwa hezagiye yego ahubwo arabandanye abazizishia abanemeshe chane bivanye nakigoro babandanye kugirira bene wachu abayisilamu wakati mwingine jamii huhitaji mtu wa kuwasikiliza na wakati mwingine huhitaji uongozi wa kuchukua hatua ndoa 72 za pamoja si takwimu tu